Nam, ahlan wasahlan wa marhaba mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye Kurunzi Live. Mimi ni John Juma. Sipo peke yangu, linavyotizama ndani ya studio nipo na mwenzangu Suleiman Mwiru Watu pale wanajiuliza hmm, kulikoni leo lakini, tayari <laughs> mada tulishaweka hmm, mapema kwenye mitandao yetu ya kijamii hmm, iwe ni kwenye Facebook, kwenye Instagram na kwenye YouTube. Na mada yetu leo haswa, tunaenda wapi Tanzania? Hebu elezea Tanzania, tunaelekea uchaguzi hmm, mkuu hapo Oktoba 29, na leo tunajadili mambo kadhaa ambayo yanaipamba eh, hizo siku zinazoelekea katika uchaguzi mkuu, mambo muhimu ambayo Watanzania wa wanataka kuyasikia kipindi hiki kuelekea siku yenyewe ya Oktoba bila shaka wanasiasa mm. wamenadi sera zao mm. Wametembea kila kona katika taifa hilo kuuza sera zao na kuwarai wananchi kuwapigia kura mm. Tuliwauliza wa, wa Tanzania mtanzania wa kawaida mm. lau angepewa dakika tano kuzungumza na mgombea yeyote yule wa urais ni mm kipi kile ambacho angemwelezea ili afahamu hmm. hali halisi ya Mtanzania wa kawaida. Kwa maana nyingine ni kwamba hmm. umenadi sera zako sawa, lakini je, hmm. yeah, umemsikiliza Mtanzania, kile ambacho anakihitaji hmm. matakwa yao, vipaumbele vyao ni vipi? Nikikutazama Shakumsimatusi hmm. huenda hii ingelikuwa kura yako ya kwanza <laughs> ungalikuwa Tanzania ama miaka mitano iliyopita ulishiriki pengine kumi iliyopita ingeweza, <laughs> pengine kumi, mwaka elfu mbili kumi na tano ingekuwa mara yangu, ilikuwa mara yangu ya kwanza kimsingi, kwa sababu nilipiga kura mwaka elfu mbili kumi na tano nchini Tanzania. Kwa hivyo ingekuwa hii ni mara yangu ya tatu kushiriki zoezi hili muhimu kabisa kwa Tanzania. Nam mm. vijana sampuli yako mm. kule Tanzania, ni maswala gani unadhani kwamba wanataka yapewe kipaumbele katika uchaguzi huu? Ni masuala mengi sana, lakini naweza nikasema una, lazima tuweke kwenye makundi no, kwamba vijana kwa mfano nikizungumza vijana wenzangu, kama ulivyoniuliza, vijana wengi wanataka kusikia kile ambacho viongozi ama watawala ambao wanatangaza sera zao. mm -hmm. wanataka kujibu kile ambacho vijana wengi wanataka kukiona kwa miaka karibu kumi, kumi, kumi kuanzia elfu mbili kumi na tano hasa hasa kuja mwaka elfu mbili ishirini na tano kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana wakitumia mitandao ya kijamii, wengine wakitaja kwamba kumekuwa na upungufu mkubwa sana wa ajira kwa vijana. Kwa hivyo kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2025, vijana wengi walikuwa wanatupia macho zaidi, wakitaka kufahamu viongozi wetu wanatuambia nini juu ya kutufanikishia pengine hii ndoto yetu ya muda mrefu ya kupatiwa ajira kwa vijana, na tumeona baadhi ya E, wagombea mfano mgombea wa chama tawala CCM Samia Suluhu Hassan amekuwa akitembea mikoani akiwaahidi mm, vijana kwa mfano katika sekta mojawapo ya afya amesema katika siku mia moja akichagu, endapo atachaguliwa kuwa rais wa Tanzania katika awamu hii atatengeneza ajira elfu tano kwa wahudumu wa afya. Kwa hiyo unaona, unaweza kuona kwamba ni ajenda ambayo ya vijana hasa hasa ya kupatiwa ajira imekuwa ni kipaumbele kwa, kwa, kwa upande wa Tanzania bara, lakini kwa makundi mengine ya watu kwa mfano wa kijijini, wao wanataka kusikia zaidi, kwa mfano wale watu wengi ni wakulima, kwa mfano wanataka kusikia sekta hii ya kilimo ita, ita, ita, watapatiwa vipi, kwa mfano masuala ya bidhaa, bei zitakuwaje masokoni, miundo mm -hmm. mbinu, huduma za kimsingi, mfano wa afya na vitu kama hivyo, zahanati zimekuwa ni ahadi za muda mrefu lakini haziondoi sababu kwamba bado zinaendelea kugusa maisha yao ya moja kwa moja ya kila siku. Tuzungumzie kwa undani au hmm. kwa kina masuala ambayo baadhi ya wachangiaji katika hmm. mitandao yetu wamegusia. hmm. Kundi la kwanza lilikuwa ni kuhusu huduma ya afya, hmm. elimu, hmm. na pia maendeleo kwamba hmm. vijana wengi na wananchi wanatizama kwamba kitu cha thamani sana walichonacho ni afya hmm. Ikiwa afya yako haipo katika hali nzuri, basi hutafanya kazi. Wanataka huduma za afya ziimarishwe. Umesema mfano, chama kimoja, chama tawala kimesema, kwamba kitaimarisha sekta hiyo kwa kuleta wahudumu wapya. Yeah. Je, hali ya upatikanaji wa dawa, wataalam wenyewe, tuzungumzie upatikanaji wa dawa katika hospitali zetu Tanzania ikoje? Kusema la kweli, katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ni tofauti na miaka ya zamani. Unajua, Tanzania ina karibu miaka zaidi ya miaka sitini tangu imepata uhuru, lakini eh, huduma za kiafya katika baadhi ya maeneo hasa vijijini haijawa katika kiwango kile ambacho ungeweza kutegemea viwepo hata baada ya miaka hii sitini nchi kupata uhuru. mm -hmm. Kwa hivyo kuna baadhi ya maeneo ambayo bado serikali na, na, na watawala wanaamini kwamba wanahitaji kuboresha zaidi, na ndio maana unaona katika majukwaa mbalimbali ya kampeni wanaendelea kuahidi kwamba kitendo cha, cha, cha mgombea wa urais kutangaza kwamba atateng, atatengeneza ajira pengine la elfu tano kwa siku mia moja kama alivyotangaza kwa mfano mgombea ulitoa kumtaja, inaonyesha kwamba kwanza tayari kuna upungufu wa uhudumu wa afya na kwamba hilo ni eneo ambalo linapaswa kutiliwa maanani na ku, kuongezewa maanani zaidi, na kwamba wahudumu wa afya waongezeke na kuweza kuwahudumia watu ambao wanapitia wakati mgumu, hasa katika maeneo ya vijijini, hasa za nati na vitu kama hivyo lakini kama unao wahudumu wachache, kwa mfano hata kama ukiwa na idadi kubwa zaidi ya, ya, ya, ya dawa kwa mfano bado haiwezi kuwatosha watu wote, na kwa maana ya kwamba inaonyesha kuna ni, ni, ni, ni, ni sekta ambayo inahitaji macho mengine ili kuweza kuweza kuwahudumia watu. Kama ulivyosema katika maoni, watu wanaoeleza maoni haya ni kulingana na maeneo waliyopo, kwa maana ya kwamba huduma katika maeneo waliyopo bado zinahitaji kuongezewa nguvu zaidi na pengine kupitia uchaguzi huu wanaweza wakafanya maamuzi ambayo wanaamini katika kipindi cha miaka mitano inayokuja mingine mpaka elfu mbili na thelathini uongozi unaofuata unaweza kujibu mahitaji yao, ikiwemo eneo hili muhimu kabisa la afya nchini Tanzania. Bila shaka mtazamaji mm. unayofuatilia mjadala huu una nafasi pia kushiriki. Endelea kutupatia maoni yako, mtizamo wako. Je, wewe binafsi ni mambo gani ambayo ungependa yapewe kipaumbele ni mambo yapi ambayo utakapoingia katika kituo cha kupiga kura, utakuwa unayafanyia maamuzi, aidha mm. yaendelezwe, mm -hmm. yatupwe kwenye kaburi la sahau ama yaboreshwe? mm -hmm. ya, tumezungumzia pale uh, afya mm. kuna wito au ombi la kwamba afya iwe ni bila huduma ya yeah. afya itolewe bila malipo mm. hii inawezekana? Inawezekana, inategemeana na uwezo wa nchi kusema la ukweli, yeah. na maeneo na maeneo pia inawezekana, lakini kuna baadhi ya huduma naweza nikasema mimi na binafsi, naweza nikasema baadhi ya huduma zinaweza zikatolewa bure, mm -hmm. lakini sio kusema basi kila kitu kuhusiana na sekta afya kiwe bure. Uwezekano, mm -hmm. huo ni mdogo, kwa sababu kumbuke kwamba Tanzania ni nchi kubwa sana na kuweza kuwamudu watu karibu milioni sitini na tano sasa, kwa kuwapatia huduma bure, siwezi kusema wanaweza wakaumwa wote kwa wakati mmoja, lakini ni idadi kubwa ambayo inahitaji baadhi ya huduma ziweze kufanywa bure. Kwa mfano eh, huduma mama na mtoto Tanzania kwa miaka mingi imeanza kupigiwa chapuo inayoweza kumsaidia mama pamoja na mtoto mchanga. mm -hmm. Kwa kipindi cha miaka karibuni tumeona kwamba inawasaidia watu wengi sana, tofauti na miaka ya zamani ambapo walikuwa wanaweza wakapata shida za kiafya na wasipate mtu wa kumtazama na kuna baadhi ya huduma katika mahospitali. Kwa mfano, zamani ilikuwa mtu akifariki, kama hajamaliza kulipa bili zake zinazodaiwa pale hospitalini, basi uwezo uta kuchukua mwili mtu tayari ameshafariki. Lakini kwa sasa hivi serikali imehakikisha kwamba mambo mengine yataendelea, lakini huduma zingine, kwa mfano, kama hivi mtu anaweza ka, process zingine zikaendelea, lakini inaonyesha kwamba e, inaonyesha kwamba bado kuna baadhi ya huduma zinaweza zikapewa watu wakaambiwa, basi hizi ni za bure na zingine zikatazamwa kama inawezekana ama la, lakini nafikiri kwa mtazamo wangu zipo baadhi ya huduma zinaweza kutolewa bure, lakini zipo baadhi ya huduma pia ambayo itakuwa ni ngumu sana kutekeleza kitu, na zipo huduma ambazo tayari zipo na hapo lazima tusifie, hmm. hmm. tupongeze, wamefanya kazi nzuri ambayo kazi nzuri, jambo kama hilo liendelezwe hmm. na liboreshwe hmm. zaidi. Hebu tizama watu wanasemaje? hmm. na muona pale Azizi Mkote wa Dar es Salaam anasema kiongozi atakayefanikiwa kushinda uchaguzi hmm. aendelee kuilinda amani ya nchi kwa udi na uvumba aimarishe mshikamano wa, wa Tanzania bila kujali vyama vyao. Ahusishe na kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya mm -hmm. Unamwona nani? Huyu anaitwa Thomas Mayunga anasema yupo Geita Tanzania, anasema natamani kuona uhuru wa mpiga kura bila kujali makundi ya wanasiasa, maana yanatugawa wananchi. Oktoba ishirini mm -hmm. na tisa ni siku muhimu kikatiba. Kura ziheshimiwe, matokeo ya thaminiwe. O, maoni yake Thomas Mayunga yuko Geita, Tanzania huku. Lakini Hassan Abdalla anasema yupo Kaloleni, Moshi pia anasema tatizo, tatizo la utekaji na watu kupotea, kuminywa kwa demokrasia, uhuru wa kusema bila bila kuvuka mipaka. Huyu amewasilisha bila shaka malalamiko ambayo bila shaka naamini kwamba yakifuatiwa ufumbuzi kwake itakuwa ni muhimu zaidi katika kipindi hiki hasa. Na tutajadili mm -hmm. hilo pia. Dodi Freeman anasema uchaguzi sio huru na wa haki. Kwa hiyo baadhi yetu hatutoshiriki. Bashiri Mnalima wasongea Tanzania anasema binafsi ningependa ajira zibuniwe kwa wingi kwa vile vijana wanaohitimu elimu kwa kila mwaka ni wengi hmm. Wakati Oscar, Oscar Slidion wa Kitobo kule Mleba Kagera anasema ningependa nafasi ya kuzungumza na, ningepewa, ningepata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa rais hmm. ningemweleza kuhusu mfumo wa demokrasia tuliokuwa nao tangu enzi za mwalimu umepotea, vyama vya siasa vinanyimwa haki zake, hospitali hazina madawa, ajira akuna, mmoja, kwa vijana hakuna, uchumi wa kila mmoja umeporomoka. Sasa sijui katika walipokuwa wakinadi sera zao, je, unahisi kwamba haya yote yamezingatiwa? Bila shaka unajua, kwa mfano nimetoka kumsikiliza mtu mmoja alikuwa analalamika mitandao ya, ya kijamii, anasema kwamba wagombea wengi, hasa nafasi ya urais, wanaenda katika maeneo ya mijini sana, sana, sana na wawapidi vijijini. Kwa hivyo na hii nasab, nato, nasab, sababu ni kwamba muda wa ule wa kampeni inawezekana ni mdogo zaidi, lakini nchi pia ni kubwa, kwa hiyo kumfikia kila mtu inakuwa wakati mwingine ni ngumu, lakini naamini kabisa kwamba E, wagombea wanakuwa na mambo ambayo bila shaka wanakuwa na maono yao ambayo wanawasilisha kwa wananchi kwamba katika kipindi cha miaka mitano inayofuata, mimi nitatufanya hichi moja, mbili, tatu. Kwa hiyo wakati ina, mwingine inaweza ina, ikatokea kwamba yale maono walionayo ya wagombea hawa yaka ivana na yale ambayo mtu wa kawaida ulikuwa unafikiri unataka kuyaona kwa mgombea wako akisema, lakini inaweza katokea pia wakati mwingine yale ambayo unataka unataka kuyaona au mm -hmm. kuyasikia yasijibiwe na yule mtu ambaye anagombea katika nafasi hiyo. Tunapata no. maoni kama haya mseto kwamba mtu mwingine anategemea kusikia kitu kuhusiana na masuala ya miundombinu, lakini akasikia swala lingine kuhusiana na maji. Kwa hiyo mtu huyu bila shaka atakuwa na maoni tofauti na kile ambacho kinatokea, lakini mwisho wa siku hawa wagombea wanauza sera zao ambazo mwananchi wa kawaida anataka, anataka kufu, ku, kuona kwamba anajiona ndani yake na anaweza kumpigia kura kulingana kila, kila, kila, kila semwa, na kile kilichosemwa na mgombea umeeleweka vizuri. mm. Tu, tuende moja kwa moja hadi mji wa Arusha, mm. Tanzania. Mwenzetu Veronica Natalis alipata mm. nafasi ya kuzungumza na wananchi, si mfanya biashara mm. si mwananchi wa kawaida tu mm. wao wenyewe wanataka nini? Wana. Hebu tusikilize Maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania yanaendelea. Mtazamaji, kama unavyoshuhudia kila mtaa wa jiji hili la Arusha, kama ilivyo maeneo mengine nchini Tanzania, kuna mabango lakini zaidi ni ya Chama cha Mapinduzi, CCM. Ninawauliza baadhi ya wakazi wa jiji hili kwamba ni vipaumbele gani ama matatizo gani ama changamoto gani ambazo wangependa zishughulikiwe eh, katika uchaguzi huu mkuu. Basi sikia maoni yao. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Kama sasa hivi barabara kama hii Arusha ni mbovu, kila mahali pabovu, alafu hapo hapo ndo wanasema kwamba ndio mji, hamna mji hapa hapa Arusha, bado ni pagumu. Kama wameahidi kitu atimize kile kitu, but wasio wakipata hizo kura wakafanya vitu ambavyo sivyo. Kiukweli mimi najua tu mtaji ni afya yangu mwenyewe, ndo mtaji wangu afya yangu, kama mimi sababu mi nazunguka tu, tunanyanyasika sana na sisi wanachinga tunakimbizwa na mgambo anatulipisha shilingi elfu moja bado sto tulipe shilingi elfu moja Tunateseka sana, changamoto ni kama hivyo ka, tukioamata tuwezeshe mitaji nini. Kuna vijana huko mitaani wana ajira, changamoto unatakiwa hata tupate hata tuwezeshe hata na mitaji, barabara na maji na sehemu zingine. Ukitoka nje um, kutoka nje ya um, mji kwamba unaenda mikoa mingine kama Manyara hivi Ukikutana na askari yeye yani kama anakuhukumu kama wewe kamatwa mtu naandikiwa elfu hamsini mpaka sitini kwa siku moja, alafu naambiwa uondoke hapa na, bila kulipa. Na mtazamaji, bila shaka umesikia maoni ya baadhi ya wa wakazi wa jiji hili la Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kuhusiana na uchaguzi mkuu unaoendelea, vipaumbele vyao, kero ama changamoto ambazo wanataka zishughulikiwe. Mjadala huu wa Kurunzi Live ninaorudisha katika studio zetu za DW Bonn, Ujerumani, na kutokea hapa mimi ni Veronica Natalis Chaochao. Tumekupokea vizuri, uh, Veronica Natalis. Umesikia mm. maoni ya watu moja mm. mm. anazungumzia barabara mbovu, na hakika mm. unatizama barabara mm. si kwamba barabara zote ni mbovu, mm -hmm. zipo zile ambazo hakika ni nzuri zinapendeza, mm. lakini wapo wanaolia kwamba barabara nyingi za kwenda mm. wanazotumia mm. hazijafanya hazijatengenezwa vizuri. Tunazungumzia maendeleo na miundo mbinu, mm. ni nini takidhi matakwa ya mwananchi katika sekta hii? Maendeleo ni mpango wa muda mrefu sana ambao huwezi kutimiliza kwa kipindi cha fulani. Unaweza ukasema unaweza ukajipa miaka mitano, lakini ikafika miaka mitano ukafanikiwa kwa asilimia pengine hamsini, lakini asilimia zingine hamsini zikawa zimebaki. Unarudi tena kwa wananchi kuomba kura kwamba nimeanza sehemu fulani, nimebakisha sehemu fulani, natamani kumalizia tena. Kwa hiyo ni mchakato wa muda mrefu ambao bila shaka unahitaji una, una maandalizi na bajeti ya kutosha na utekelezwaji wake na usimamizi wa mzuri wa rasilimali zinazopatikana. Sisi tulifanya video moja hapa karibuni, ilikuwa inazungumzia ahadi za kurejewarejewa tangu miaka thelathini iliyopita tangu tumeanza kufanya uchaguzi. Naam. watu wengi walikuwa wanasema kwamba e, swala hilo lipo katika maswala kama mawili matatu kwamba mm -hmm. swala la kwanza ni uwezo wa utekelezaji wenyewe kwamba mm -hmm. wale wanaopewa nafasi ya kutekeleza yale ambayo wanatuahidi ya hayatekelezi kwa, kwa, kwa nafasi nzuri, lakini wakati mwingine ni bajeti pia inakuwa pengine ni ya kusuasua, lakini mm -hmm. Kingine kitu kingine kinachangia pia ni kwamba nchi ni kubwa, kwamba Tanzania ni nchi kubwa, mahitaji ya mtu wa Mwanza vile vile. Kwa hiyo kila sehemu ina kitu ambacho unatamani kukiona kwa mgombea kwa hiyo ukija kwenye sehemu hii, kwa mfano, ya ngazi ya juu kabisa ya mgombea urais, yeye yeah, anakuwa na mjumuisho wa yote haya, na mgawanyo wa rasilimali unaweza ukasaidia uka kufanikisha maswala haya yote ndani ya miaka mitano, na vile vile ndani ya miaka mitano naweza kila kitu kisiende, kisiende kama ulivyopanga. Kwa hivyo narudia kusema kwamba kila ambacho kwa mfano kwenye masuala ya miundo mbinu ni mchakato wa muda mrefu. Ni miaka karibu eh, miaka kumi tu iliyopita wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete ndo Tanzania iliweza kuwa kuunganishwa mikoa yote kwa barabara ya lami. Kwa unaweza ukafikiri yeye mm -hmm. alikuwa kiongozi wakati tayari nchi ina karibu miaka 40 na kitu ya uhuru. Kwa hivyo unaweza kuona mchakato mzima wa kutengeneza barabara za kuunganisha tu mikoa kwa barabara ya lami imeshuka karibu zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo ni mchakato, kusema ni kweli, ambao unaweza ukahitaji miaka kadhaa, na ndio maana ahadi zinarejewa kwa sababu hazijatimilizwa katika kiwango kile ambacho kinapaswa kutimilizwa lakini haijalishi mimi ninayotoka kijijini mm. huduma hizo mnazopata mjini mm. mi pia nataka nizipate kijijini, kulingana na mazingira ya wangu mimi, sehemu niliotoka mimi na. ni kijini kabisa. Ukitoka mkoani Arusha ukifika sehemu ninayotoka mimi kwenda katika jiji, nilichotaka mimi ni barabara ya vumbi, na tangu nimezaliwa barabara iko vile vile, lakini kila baada ya muda fulani naona progress unaweza imefanyika kidogo masogea sehemu fulani sehemu fulani lakini hii inatokana pia na, na, na, na kama tulivyosema, kwa sababu zinazochangia ni nyingi. Inaweza kana ni utawala katika hilo eneo, bajeti katika eneo eneo na mambo ambayo yanapewa kipaumbele katika baadhi ya maeneo yanachangia vilevile kuchelewesha mambo ama vile, vile, you know, mambo ni sababu ni nyingi sana sa, uh, wamezungumzia pia mm. suala la demokrasia katika taifa mm -hmm. wakazungumzia tena suala la haki za binadamu mm -hmm wamegusia uh, masuala ya utawala mm -hmm. Unazungumziaje masuala haya yote matatu kwa pamoja: demokrasia nchini, haki za binadamu, utawala bora? Wananchi wengi wanataka mambo haya yaboreshwe mm -hmm. yaimarishwe. Inamaanisha kwamba labda kuna upungufu fulani. Tunazungumzia uh, haki za binadamu wakati ambao tunajua kuna wale ambao labda walitoweka katika mazingira ya kutatanisha na hawajapatikana mm. Yeah, wanazungumzia utawala bora. Katika ile video unapata mtu mm, mmoja anazungumzia adhabu kali mm, ya polisi, unakamatwa then mm, kisha baadaye unapewa adhabu kali. Mtizamo mm, wako ni upi? Ni vipi masuala haya yaboreshwe ili maamuzi watakayokuwa nafanya Oktoba 29 waseme kwamba yatashughulikiwa? Umetaja mambo matatu ambayo ni muhimu sana katika kila sehemu: demokrasia, utawala bora pamoja na haki za kibinadamu. e, Tanzania kwa kipindi cha miaka karibuni imekuwa ikitajotaja sana katika masuala ya demokrasia na hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kwa mfano kwa sasa hivi katika Tanzania e, chama kikuu cha upinzani Chadema e, ambacho unaweza ukasema kwamba ndio chama kikuu cha upinzani hakitashiriki uchaguzi mkuu kwa madai kwamba E, mpaka yafanyike marekebisho ya uchaguzi, na tunavyozungumza ni kwamba mwenyekiti wake wa ch Chadema Tundu Lissu yuko gerezani tangu mwezi Aprili kwa makosa ya uhaini kwa hivyo wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ukiwa unawaambia masuala ya demokrasia, kwa kwa wao wanaweza wasioni kama demokrasia ipo katika kiwango ambacho wanatamani kuwa nacho, lakini wapo katika mm -hmm. mchakato na utaratibu wa kisheria mm -hmm. ambapo kwamba ukiwa mshukiwa unakamatwa, unapelekwa mahakamani na iko mahakamani inaendelea. Kwa hivyo mm -hmm. hapo utawala upo na demokrasia inazingatiwa. Haya, tukizungumzia chama kingine, kwa mfano cha ACT Wazalendo ambako mgombea wake kupitia eh, rais kwa tiketi ya ACT Wazalendo kwa upande wa Tanzania bara Luhaga na yeye alihama kutoka CCM kwanza mapema mwaka huu, akajiunga na ACT Wazalendo, akachaguliwa, akateuliwa kuwa mgombea wa urais kupitia tiketi ya chama mm. cha cha ACT Wazalendo lakini e, tume ime imemwekea kigingi huyu bwana, na kwamba hawezi kushiriki katika nafasi hiyo, kwa sababu mchakato wako unaaminika kwamba hauko katika nafasi nzuri. Lakini pamoja na kwamba mahakama ilibadilisha na kwamba anaweza kurejeshwa katika eh, sanduku, lakini bado tume ikamwekea tena vigingi na vitu kama hivyo, pia ni kulingana taratibu ambazo zimewekwa na, kesi yake bado inaendelea pia vile vile. Lakini kuhusiana na haki za binadamu unajua, una, kila sehemu ulimwenguni ina namna yake ya kutafsiri masuala ya haki za binadamu mm -hmm. Umetaja masuala kama mfano kama ya utekaji ambayo umetajwa sana sana, sana Tanzania kaipindi a miaka ya karibuni na hata sasa hivi kuna mambo mengi yanaendelea huko nyumbani. Polisi Tanzania wanatoa taarifa kila siku, kuna watu wamepotea sehemu fulani, mwingine si mambo fulani yametokea sehemu fulani ni mambo ambayo Watanzania wanataka kusikiliza kutoka kwa watawala kwamba wahakikishiwe usalama wao. Ni kitu ambacho wanataka kukisikia kwa kiongozi mkuu wa nchi, kumfano, wa kwa mfano awaambie Watanzania wangu kwamba mko salama jeshi la polisi Tanzania lilikuwa likifanya hivyo kwa kipindi kirefu, na juzi tu hapa karibu, wiki moja iliyopita, jeshi la ulinzi la, la wananchi Tanzania JWTZ lilijitokeza pia hadharani likasema kwamba linaendelea kufuatilia hali ya kiusalama Tanzania na vitu kama hivyo, na masuala yote yanayohusiana na haki za binadamu. Kwa hivyo ni, ni, ni mambo mengi sana yanazungumzwa, lakini yote kwa yote yanatakiwa viongozi ambao wanagombea wanatakiwa kuwaeleza wananchi kwamba ni kwa kiwango gani katika kipindi cha utawala wao watawahakikishia usalama wao pamoja na mali zao. Na kwa mgombea yeyote yule hmm, ambaye anatutizama na anatufuatilia, tupitishe tu ujumbe hmm, kutoka kwa Mtanzania wa kawaida kwamba angetamani sana kwamba demokrasia itanuliwe, kwamba haki za binadamu iheshimiwe na utawala uwe bora. Yapo ma kosa au matatizo ya kihistoria toka zamani, Mwalimu Julius Nyerere alizungumzia hmm. tunazungumzia umaskini, tunazungumzia njaa, tunazungumzia ujinga uh, shaku hmm. si matusi hmm. mambo haya bado watanzania wanataka yazikwe katika kaburi la sahau. Mtanzania hmm. atakapokuwa anapiga kura hmm. haya ni mambo ambayo anataka kwamba yashughulikiwe. Mtizamo wako unahisi kwamba yamepewa kipaumbele ya kutosha bila? Shaka kuna masuala kama hivyo, umeyataja ya umasikini, ni hoja ambayo imekuwepo kwa miaka mingi na bado katika maeneo mengine Tanzania, hasa vijijini, watu wanashindwa hata kumudu baadhi ya, ya milo mtu mm -hmm. hawezi milo mitatu kwa siku kwa mfano, bado wakienda katika maeneo mbali fulani kupata huduma za kimsingi, hawawezi kuzipata, hawawezi mm -hmm. kumudu na vitu kama hivyo, bado wanalima, lakini bei za bidhaa za mazao yao yako chini, kwa hiyo soko lao liko chini. Kwa hiyo naamini kwamba ni masuala ambayo wanataka kuona kwamba viongozi ama watu ambao wanatawala na wafahamu ni kwa jinsi gani pengine wanaweza wakatatua, lakini nikiri kabisa kwamba kuna maendeleo makubwa sana yamepigwa, hasa katika sekta ya elimu. Kwa mfano, vijana wengi wanamaliza vyuo vikuu na wana, wana, wanaweza kujiendesha maisha yao wana, wapo wanaosema kuna tatizo kubwa la upungufu wa ajira. Ndio, lakini upungufu huo wa ajira ni kwa sababu unao watu tayari ambao wamepata elimu <laughs> lakini elimu hiyo inaendana na hivi unaweza ukasema ni asilimia kadhaa kwa kadhaa. Hili ni kundi kubwa la wapiga kura Tanzania. Koyo, wanye, mule mule, kwa hiyo hata wagombea wenyewe wanacheza mule mule wakitaka kuhakikisha namna gani vijana hawa wanawafikia na ukumbuke kwamba hao ndio viongozi wa kesho na wanapaswa kuku, e, kupewa ama kumulikwa katika nafasi nzuri zaidi. Muda um, ndio umekuwa mchache. <laughs> uh, <laughs> mm -hmm. Maoni mawili tu. Hamisa Aria anawatakieni uchaguzi ulio na amani wa Tanzania, msiwe kama sisi huku ughaibuni nadhani anamaanisha kwamba labda hatapata nafasi ya kushiriki mm, lakini wewe ukiona nafasi, nenda ukashiriki. nzoi saba Jean Claude wa Bujumbura la Burundi, tuko pamoja kwenye kipindi Kurunzi Live. naye Jeffrey Kababi anasema maji yapatikane kwa wingi na ikiwezekana yawe bila malipo, umeme ufike kila kaya mahali popote, amani na upendo kwa wote. Shukran sana mtazamaji, na wewe ambao umetufuatilia na kuchangia mjadala huu kwa njia yote ile, tunatumai kwamba maoni yako yatamfikia kila mgombea na yule ambaye atapata nafasi ya kuongoza atatilia manani. Kipindi Kurunzi Live kinaendelea mitandaoni kutoka kwetu. Kwa heri. Jina langu ni John Juma. Mimi ni Suleiman Mweru. Hadi wiki ijayo.